Mimi ni mkuu wa mkoa lakini nimepata bahati ya kudumu mikoa mitatu katika nchi hii, nimeona. Sijaona tofauti, ukitoka Iringa ukienda Rukwa, na Rukwa ni mbali, watu wakwambia Sumbawanga ni mbali kweli, ukienda huko Nkasi ni mbali haswa, Kalambo ni mbali kweli kweli, lakini kuna shule za kisasa, mabweni mazuri, hospitali nzuri, huduma za maji mpaka vijijini, wakina mama wanapata maji. Inawezekana kuna baadhi ya maeneo kutokana na changamoto mbili tatu miradi bado haijamalizika, lakini ukienda unakuta kabisa watu wapo na kazi zinaendelea. Kwa hiyo sisi tuna imani kwamba kilichokuwa kimezungumza kilicho, kwa hiyo imani ya Watanzania kwenye, kwenye ilani hii mpya inayokuja ni kubwa zaidi, kwamba sasa ilani hii inakwenda kumaliza yale mengine yote ambayo tulidhania kwamba hawezi kutekelezeka, lakini haya nyuma yote yameshafanyika. kwa hiyo tunasubiri tuone sasa mambo mazuri na makubwa ambayo leo yanakwenda kuibuka na viongozi wetu wakubwa wa kubwa, chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kweli mwaka huu wengine kama sisi tunasema tutashangaa, tutashangaa sana tukiona kuna mtu mwingine anapita huko barabarani kunadi ilani yake vizuri, kwa sababu ilani iliyo nadiwa na wananchi walioikubali 2020 imefanya kazi asilimia mia moja. Ongezeko sasa la wahudumu kwenye hizo huduma, kwa sababu hospitali zimejengwa nyingi sana shule zimejengwa nyingi sana, maeneo mbalimbali ya huduma yamejengwa mengi sana. Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa vibali vya ajira kila wakati, ili hizo sehemu sasa ziweze kuongeza huduma, lakini pia tumeona. Kwa hiyo hapo panahitaji nguvu tu kidogo ya kusukuma, lakini wahudumu wapo. Lakini kutokana na shule nyingi mno kujengwa, ambazo wananchi mpaka wanashangaa zimejengwaje, hospitali nyingi mno kujengwa, ni lazima zote zijae wahudumu kulingana na idadi ya wananchi waliopo kwenye maeneo hayo ama idadi inayotakiwa kukidhi katika kituo cha afya, hospitali, zahanati ama shule. Kwa hiyo kwenye eneo hilo nadhani tukijaa wengi wa kutosha, huduma zimemalizika, kwa sababu hatuwezi kuongeza kwenye maji maji tulikuwa tunataka visima vitoshe, DP zitoe maji kwenye shule, madarasa yaongezwe, lakini vitendea ya kazi pia viweze kuongezeka, vitu ambavyo vimeongezeka, mabweni yawapo ya kutosha, wanafunzi wamejaa sasa mashuleni kila shule, shule imejaa wanafunzi. Maanake ni kwamba uhitaji pia ulikuwepo. Kwa hiyo maeneo mimi yani, yani ukiniambia mimi naweza nikakwambia eneo hilo, kwa sababu ndio tuko huko, tunaona upungufu wa watoa huduma kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo tukijaza na huko nako, maanake ni kwamba tumemaliza. Sidhani kama tunahitaji majengo ya hospitali sasa hivi, tunahitaji shule, shule na madarasa yapo mengi sana ya kuchotondaka watoto waende mashuleni saizi wakasome. Nataka wanafunzi waende mabwenini sasa wakale mabwenini kusudi waweze kupata huduma pale kwenye mabweni.